La kule Busia ni kwamba kaunti zikiungana na taifa kusherehekea siku ya mashujaa, katika kaunti ya Busia sherehe hizo zilitoa nafasi kwa gavana Paul Otwoma kujitetea kutokana na baadhi ya madai yaliyoibuliwa na maseneta wakati wa vikao vya seneti mashinani. Kaunti hiyo ya Busia, gavana Otwoma ameulaumu uongozi tangulia kutokana na deni kubwa ambalo kaunti hiyo inadaiwa na wafanyakazi pamoja na wanakandarasi, huku akieleza kwamba baadhi ya mambo yanayoikumba serikali yake ni yale yaliyofanyika kabla yeye kuchukua hatamu ya uongozi. Vilevile ameonekana kuwa kashifu baadhi ya maseneta kutokana na madai walioibua kuhusu hali halisia ya kaunti ya Busia akitaja kwamba baadhi ya matamshi yao yalikuwa yana msukumo wa kisiasa. Si, mimi niliipata. Mimi sio mtu nilileta madeni hapa ya zaidi bilioni tatu, lakini serikali ni serikali. Kama nimepata madeni ya bilioni tatu, nyinyi mlikuwa wapi kuuliza hii madeni imetoka wapi? Ma, na hii madeni mnaniambia nilipe wanasema inafaa iwe independent office general, auditor general inafaa iwe independent. Sasa nyinyi mnaandikia mabarua auditor general ambaye vitu mimi hata sikukua, lakini madeni mumeniwachia kama serikali. Umeona wafanyikazi wa afya wamefanya migomo, hii migomo wanaongea mambo ya promotion, mambo ya promotion for the last eight years miaka zaidi ya miaka nane, hii miaka nane Otwoma ni alikuwa sasa na hapa, lakini si lazima niwashughulikie, so lazima tutafute hii pesa, tulipe hii wafanyikazi wa afya. Watu wametoacua pa shida mingi siku hizi nikiona ndio wanaongea sail. Mimi nasema kuongea haina haja, wacha tujatafute njia ya kutatua. Sasa niko na madeni ya mshahara kazi ambayo haikulipwa walikuwa wanatoa kwa vitu vingine wanaweka kwa vitu vingine 1.9 billion hii 1.9 billion out of a development budget ya 2.4 nitatoa wapi hii 1.9 billion pesa ya wafanyikazi ukiona hiyo wafanyikazi ya kaunti kila mtu ananungunika i need to look for this 1.9 billion nitatoa wapi for the last 13 years